nitamshauri kwa hekima na uaminifu mwenyekiti wa baraza la mapinduzi na kwa vyovyote sitatoa siri za baraza la mapinduzi na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Mimi Hemed Suleiman Abdulla, naapa kwamba nitaitumikia vyema kwa moyo thabiti serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kazi zangu za Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi, na kwa vyovyote sitatoa siri za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie mwenye serikali yetu kama kawaida e, tunaongozwa na ilani ya Chama cha Mapinduzi. Malengo yangu chini ya uongozi wa Mheshimiwa rais ni kuhakikisha kwamba yale ambayo yameelezwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi tunakwenda kuyatekeleza kwa kiwango kikubwa, na ikiwezekana, na hili ndio mkakati wetu kabisa e, ni kuona kwamba tunaweza kuyafanya zaidi ya kile ambacho kimeelezwa, kama ambavyo tulifanya kwenye kipindi cha awamu ya kwanza.